Bwana Yesu asifiwe sana rafiki yangu A. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa wakati mwingine tena ambao tumepata neema na kibali tupate kujifunza pamoja na siku ya leo. Tutakwenda kujifunza kutoka katika kitabu cha Matayo sura ya ishirini na nne na ule mstari wa kumi na tatu Matayo sura ya 24 na ule ya 24 na ule mstari wa kumi na tatu. Neno la Mungu linasema, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mungule hai, tunakushukuru kwa neema yako na upendo wako ambapo umetupa neema na kibali saa hii tupate kulitafakari neno hili. Tunaomba Roho Mtakatifu upate kutufundisha na upate kwa pamoja nasi kile tutakachojifunza tupate kukielewa na kukitendea kazi na kukiishi katika jina la Yesu Kristo, tumeomba tukiamini, amen. Ah, rafiki yangu neno la Mungu hapa linatuambia kwenye hii Mathayo 24 mstari wa 13, ya kwamba lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Aa, rafiki yangu kuna kitu natakiwa ukielewe mahali hapa ili uweze kuelewa vizuri mstari huu, inatakiwa usome mistari ya, ya juu afu na uje umalizie ya chini ukisoma uh, okay, okay, ule mstari wa kumi anasema, ndipo wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, na kwa sababu ya, ongeze, ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa ndo hapo sasa tunakuja kwenye mstari wetu, anasema lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Ah, ukimaliza mstari wa 14 anasema tena, habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Huu mstari unapozungumza atakayevumilia, lakini atakaye, mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka, hapa anazungumzia habari ya nyakati hizi za mwisho, kwamba katika nyakati hizi za mwisho kutakuwa na mazingira ambayo yatakuwa yanawafanya watu wengi sana kukata tamaa, kurudi nyuma, kumwacha Yesu, kuacha wokovu, kwa sababu mazingira ambayo yatakuwa kwenye kipindi hiki cha mwisho sio mazingira rafiki sana kwa watu ambao wameokoka, sio mazingira rafiki sana kwa watu ambao wamemwamini Yesu Kristo, kwa sababu ni mazingira yanayoshawishi, ni mazingira yanayosukuma, yaliyojawa na msukumo mkubwa sana wa kuwaza na kufikiri vitu vya dunia hii, wa kuwaza na kufanya vitu vya dunia hii. Ni mazingira yaliyojaa na ku, na hali ya msukumo wa hali ya juu wa mambo ya ulimwengu huu, mambo ya ulimwengu huu. Sasa a, anaposema kwamba lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka, kitu gani ambacho kinatakiwa kuvumiliwa? huenda umekuwa ukiutafakari uki, uki huu mstari hasa unapokuwa kwenye majaribu na changamoto, unaochukua una huu mstari na kuanza kuutafakari, unasema Biblia imesema atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hiyo unajitahidi, unakaa kwenye hiyo hali ya changamoto, unasema unavumilia hata uachi kupambana, uachi kutafuta njia na solution, unaendelea kuteseka na tatizo lilionalo, unasema uko unavumilia, kwamba Biblia imetuambia atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Hapana, hatutaki tuyavumilie, uh, matatizo wala changamoto ambazo tunazo yanatakiwa tuzikabili, na tutafute njia na majibu ya changamoto tulio, tulizo nazo uh, Haitakiwi ukubaliane na tatizo ambalo unalo, haitakiwi ukubaliane na changamoto ambayo unayo, haitakiwi ukubaliane na tatizo ambalo linakutesa na kusumbua. Yani, shetani akiwa anakutesa na kusumbua, usikubali, usiridhike ukasema Mungu amesema atakayevumilia, basi wewe unaacha kuomba, unaacha kutafuta solution, unaacha kutafuta suluhu, unakaa unatulia, unasema Biblia imesema atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini leo nataka nikupe akili ya huu mstari Biblia inapotuambia atakayevumilia hata mwisho ndio atakaye ukoka, anakuwa anailenga imani, anakuwa anailenga imani. Imani yako juu ya Yesu Kristo, imani yangu juu ya Yesu Kristo, imani yangu juu ya kumngoja Yesu anaporudi, imani yangu juu ya kusubiria Yesu Kristo kwamba anarudi. Imani ndio iliyolengwa mahali hapa na wala sio tatizo na changamoto ulionayo. Imani kwamba utakavyoweza kuvumilia mpaka mwisho na imani hii ya kumwamini Yesu Kristo, anasema huyo ndiye atakayeokoka. Kwa maana yake nyingine ni kwamba unaweza usiwe katika hali ya changamoto, lakini ukakutana na kitu kinachokushawishi kizuri, hata sio sio kibaya wala sio changamoto, lakini kinalenga kukutoa kwenye imani kinalenga kutoa kwenye imani, kinakutoa kwenye kusudi la Mungu, kinakutoa kwenye mapenzi ya Mungu. Lakini Biblia inatuambia atakayevumilia hata mwisho, katika mazuri, katika mabaya katika furaha katika amani katika utajiri katika umaskini katika kufanikiwa na kuto kufanikiwa, ukiweza kuvumilia hadi mwisho. Unavumilia nini? Unavumilia katika kuitunza imani, kwamba hukubaliani na chochote kile kinachokutenga na imani. Nyakati hizi za mwisho vitu vingi vimerahisishwa rahisishwa, vitu vingi vinaonekana vya kawaida kawaida, hata vile ambavyo vinakutoa kwenye imani vimerahisishwa na kuanza kuviona kama ni vitu vya kawaida tu. Maisha yani, unatakiwa uishi normal, uishi social, yani uwe social, yani yani, uwe mtu yani, usiyetaka kutofautiana na wengine. Unaona, yani, ulimwengu umetengeneza mazingira uh, ya kuto kutofautiana na wengine kabisa. Lakini rafiki yangu, acha nikueleze imani iliyo katika Yesu Kristo itakulazimu kama una nia na una mpango kwenda mbinguni, inakulazimu utofautiane na wengine katika namna ya kumwabudu Mungu, katika namna ya kumtii na kumheshimu Mungu, katika imani ya Yesu Kristo inakulazimu utofautiane na wengine. Hakuna namna utafanana na wengine kwa jinsi ya kuabudu, jinsi ya kuomba, jinsi ya kuishi. Hakuna namna ambavyo utaweza kufanana na wengine kama mko tofauti kiimani na hapa suala la kuvumilia lililolengwa ni imani. Na ili ujue kama imani ndio iliyolengwa, angalia mistari iliyotangulia. Inasema kwenye mstari wa tisa, anasema, wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua ninyi, mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu, kwa ajili ya kumwamini Yesu Kristo unaonekana kama kituko. Yaani sasa hivi ukimwamini Yesu Kristo unaonekana kama kituko, yaani unaonekana kama kitu cha ajabu, na unaonekana kama ni mtu ambaye unataka kujitenga, unayejitenga na watu wengine, hautaki kuendana na wengine, hautaki kushirikiana na wengine. Rafiki yangu, mimi sio lazima tushirikiane na wewe kwenye kufanya dhambi, sio lazima tushirikiane mi na wewe kwenye kuiba, sio lazima tushirikiane mi na wewe kwenye kumsengenya mtu. We kama ndo kazi yako kumsengenya watu, sio lazima tushirikiane ili unione mi na wewe tunashirikiana, hapana. Kuna vitu vya kushirikiana, lakini inapofika kwenye swala la kuigusa imani, usije ukakubali kushirikiana na huyo mtu, swala la kuigusa imani, kwa kinachogusa kuharibu imani yako usije ukakubali kushirikiana na huyo mtu, usije ukakubali hapo. Ndipo Biblia inapotulenga atakayevumilia, kwamba utavumilia. Je, utakubali kuvumilia watu wakuone wewe ni mjinga? Utakubali kuvumilia watu wakuone wewe kwamba umechanganyikiwa kwa sababu kwenye kipindi kama hiki, nyakati hizi za mwisho, ukienda tofauti na jinsi ulimwengu unavyoenda wanakuona kama mjinga, na ukienda tofauti na jinsi ulimwengu unavyotaka wanakuona kama wewe uliyechanganyikiwa, kama kichaa fulani hivi, hauna ha, ha, haujui unalolifanya, haujielewi haujielewi kwa nini? Kwa sababu tayari dunia imefika katika kipindi cha kuchanganyikiwa, haielewi lipi ni lipi na inataka kufanya chochote kile. Na mbaya zaidi ni hii kwamba nasema, ndipo um, wa, watawachukia na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Kwamba unapomwamini Yesu Kristo, kuna kuna namna fulani hivi unatengeneza chuki ndani ya watu, kwa sababu unakuwa tayari umejitenga. Sasa ili watu wasikuchukie, inatakiwa wewe ikane imani, umkane Yesu Kristo ili watu wasikuchukie, watu wakupende, inatakiwa ikane imani, kwa sababu kuna watu tu yani wakishajua wewe umeokoka yani wanatengeneza chuki ya namna ambayo hata sio au hujawakosea chochote au hujawafanya chochote. Yani wanakutengenezea tu mazingira ya kukuona wewe kama vile kitu, kituko kituko fulani hivi. Sasa na wewe kwa kuwaogopa watu unaweza ukasema, ah, ili wasinione mimi kituko, wasinione mimi sijui wa ajabu, wasinione kama mimi najitenga tenga na wao, acha tu nikubaliane nao, acha tu nikubaliane nao. Yani kitendo cha kusema acha tu nikubaliane nao, tayari umeshindwa kuvumilia, umeshindwa imani tayari umeshaipoteza, ushapoteza imani katika Yesu Kristo. Haujakubali wa, wa, wa haujakubali wakutenge kwa sababu ya Yesu Kristo, haujakubali wakuone kama wewe sio wa maana, wakuchukie kwa sababu ya Yesu Kristo. Haujakubali, umeshindwa kuilinda imani. Na hapa ndicho kilichokuwa kinalengwa kwenye huo mstari wa kumi na tatu. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka. Unavumilia nini? Unavumilia katika hali ya kuitunza na kuilinda imani iliyo katika Yesu Kristo. Na ukiendelea mstari wa kumi anasema, ndipo wengi watakapojikwaa Unaona, ndipo wengi watakapojikwaa. Wengi wakina nani hao? walio na imani katika Yesu Kristo katika nyakati hizi za mwisho, wengi watajikwaa. Kwa nini wanajikwaa? Wameshindwa kuvumilia na mambo ambayo yanaendeshwa na, na ulimwengu. Wameshindwa kuvumilia na hali na mfumo ulivyo wa sasa wa dunia hii. Kwa sababu gani? Wanaona wakienda tofauti na ulimwengu unavyoenda watu wanawachukia Ko ili watu wasiwachukie inabidi tu waikane imani. Maana yake watajikwaa, wataanguka, watarudi nyuma, wataiacha imani wakishajikwaa. Anaendelea nasema, mm, watajikwaa nao watasalitiana na kuchukiana, nao watasalitiana na kuchukiana. Maana yake mtu akishajikwaa anaanza ndo, ndo wale unakutana nao unawambia, wewe wewe sio wa kwanza kuokoka. Mwenyewe nilikuwa nimeokoka, tena nilikuwa nahubiri injili. Najua ushakutana na watu wa namna hiyo. Ukisikia mtu anaanza kuongea maneno ya namna hiyo, ujue huyo tayari ameshajikwaa, ameshaanguka na amekuchukia wewe ambao, na anakuona unaendelea na imani, anakuona kama vile wewe Yani anakuchukia kwa sababu gani? Ameshajikwa. Utakutana na watu wa namna hiyo katika nyakati hizi, katika zama hizi za mwisho, unakutana na watu wa namna hiyo, anakwambia wewe sio wa kwanza, walikuwepo. Mwenyewe nilikuwa naomba sana, nilikuwa nafunga hadi tatu kavu, nilikuwa nafunga wiki. Yaani, ukishasikia mtu wa namna hiyo tayari ameshajikwa, na wala isikushtue wala kukutisha, kwa sababu Biblia imeshatwambia kwamba nyakati hizi za mwisho wa, watu wa namna hiyo kwamba watajikwaa na wengi watajikwaa nao watasalitiana na kuchukiana. Yani, akishajikuwa tayari anakuwa msaliti tu, anakuwa msaliti, amesha anguka, amerudi nyuma, awezi kuendelea mbele, labda apate neema ya kutubu na kumrudia Yesu. Ila nje ya hapo, kama ameshajikuwa tayari, ameshindwa kuvumilia, ameshindwa, ameshindwa kuitunza imani, amerudi nyuma, amemkana Yesu kwa sababu ameogopa ulimwengu, unamcheka, unamchukia, ameogopa kuendana kinyume na tofauti na ulimwengu unavyoenenda, amekuwa baliana kuenenda na sawa sana vile ulimwengu unavyoenda, ili afurahiwe na watu, ili watu wampende, ili watu wasimwone kama ni mtu anayejitenga na wengine, asiyependa kushirikiana na wengine. Rafiki yangu, kuna vitu vya kushirikiana, sikwambie usishirikiane na wengine, shirikiana nao, lakini kuna viwango, kuna level. Ukiona ina level ya ushirikiano wenu inataka kukutoa kwenye imani, achana naye Achana naye achana naye kabisa. Yani, mtu anakwambia kwamba uh anakuja ni rafiki yako, mnafanya naye biashara mnafanya naye kazi ana, mnafanya kazi pale, na nina kwambia hii kazi haiwezi kaenda mpaka twende kwa mtaalamu bwana, mpaka twende kwa mganga, hapa ndo tutatoboa sasa. Wewe kwa sababu tu unaogopa, sikuchukie, unaogopa sikucheka, unaogopa sikudharau, unaogopa kutengana naye, kwamba ni kina nini kimgomea nikimkatalia atanichukia, atanichukulia vibaya, sijui na nini, unasema ah, twende tu sinitatubu. Wewe ukifanya tu hivyo, tayari unaanguka na ukishatoka kwenye njia, kurudi ni ni neema, ni neema. Sisemi haiwezekani, inawezekana, lakini ni neema. Inahitajika neema kubwa sana kurudi, kurudi mbele za Mungu, inahitajika neema. Wengi watajikwaa kwa sababu watataka kuenenda namna na jinsi ulimwengu unavyotaka, ulimwengu unavyoenenda, unavyotaka. Lakini ili uweze kufanikiwa kwenye kuvumilia hadi mwisho, lazima ukubali kudharauliwa, lazima ukubali kuchekwa, lazima kama watu watakucheka, watakusimanga, wataku watafanya vyovyote vile wanavyojisikia kufanya, lazima lazima ukubali. Lakini ukishindwa kuvumilia ile namna ya kuisema imani yako, yani ile namna ya kuikashifu imani yako, ile namna ya kuifanya imani yako si lolote, si chochote, ukishindwa kuvumilia, basi umekwisha, habari kwisha, habari yako uisha habari yako. Uvumilivu unaotajwa hapa ni kumbuka sijako. Yaani uvumilivu unaotajwa hapa sio ule uvumilivu waku, wakusema umekutana na changamoto na shida, unaacha kuitafutia solution, unaacha kuitafutia njia kuita, kutafuta utatuzi wake, unasema unakaa na kutulia, unasema unavumilia, unavumilia. Sio uvumilivu huo unaozungumzwa hapa. Uvumilivu unaozungumzwa ni kwa habari ya imani yako, atakayevumilia katika imani mpaka mwisho, katika mambo yote mpaka mwisho, ndiye atakayeokoka. Maana yake wewe, katika raha, katika furaha, katika shida, wewe umeendelea kuitunza imani ya kumwamini Yesu Kristo, ndio utakayeokoka mpaka mpaka pale ambapo utakapoondoka hapa duniani au Yesu Kristo atakaporudi, akikukuta bado umeitunza imani ya kumwamini yeye, ndio utakayeokoka. Anaendelea, anasema mstari mstari um, wa, wa kumi na moja anasema, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Sasa hapa ndo palipo na kizaazaa kikubwa sana. Manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Yani bahati mbaya ni hii kwamba wanaonekana kama vile ni wa, wafuasi wa Yesu Kristo, wafuasi wa Kristo, lakini nyuma yao sio wafuasi wa Kristo, ndani yao sio wafuasi, wafuasi wa Kristo. Kwa hiyo sasa kuna vitu vingi vinafanyika na kutendeka, na hii ndiyo imechochea ime, ime, ime kupunguza nguvu na uwezo wa kuona kwamba kanisa lina nguvu kuliko namna yoyote ile inavyodhaniwa. Watu waliokoka wana nguvu kuliko namna inavyodhaniwa. Kwa nini? Kwa sababu hawa manabii wa uongo wanaleta vitu ambavyo ambavyo si vya kimungu, vitu vya kidunia, vitu vya kishetani, wanaviweka katika hali na namna ya kuonekana ni vitu vya kimungu. Sasa Unapovitazama, mtu anapovitazama akiangalia jinsi ulimwengu unavyoenenda, hafu anaona na wale ambao wanaodhaniwa kwamba wao ni wafuasi wa Kristo wanavyoenenda, anaona hakuna utofauti. Kwa hiyo, asipoona utofauti, ni rahisi mtu kuanguka, ni rahisi mtu kuacha imani. Unaweza ukawa shahidi kwa namna hiyo, unaweza ukasema, ah, mbona mtumishi fulani yuko hivi mbona anaenenda hivi na bado anaendelea kutumika. Sasa wewe ambaye haujawa makini na nyakati hizi tulizo nazo, ukiangalia kwa namna hiyo, utaiacha imani na ndio Biblia nasema katika nyakati hizi watakaovumilia, watakaovumilia nini? Watakaovumilia katika imani ya kumwamini Yesu Kristo, pasipo kuangalia watu wala wala mazingira wala hali wala namna yote ile, pasipo kuangalia kwamba ni nini kinaendelea, ni nini kinafanyika, ni nani amekifanya, kimefanyikia wapi, kwa sababu kuna vitu vingine vinafanyikia hadi makanisani kwenye maeneo ya makusanyiko yanayojulikana ni makusanyiko ya watakatifu ya Wakristo, kwenye makanisa, vinafanyika vitu vya ajabu matukio ya ajabu, vitu vya ovyo vinafanyika. Sasa Yesu alitutahadharisha kwenye nyakati hizi, kuna manabii wa uongo watainuka, na hao manabii wa uongo watakaoinuka kwenye nyakati hizi ni kwa nao makini, wengi wanaweza wakapotea na kuangamia, kwa sababu wanaona mbona kama hivi vitu vinafanyika kanisani, na na na na Mungu kama kama bado anaendelea tu tu, anaacha watu wanaendelea tu kuhudumu, wanatumika, na tunaona kama ishara na maajabu zinatokea, hivi vitu vinafanyika, na tunaona kama ishara na maajabu zinatokea na kutendeka. Kwa nini sasa? Kwa nini kwa wengi watajikwa watajikwaa, watamwacha Mungu, wataiacha imani, watashindwa kuendelea kuvumilia katika ile imani ya kumngoja Yesu Kristo, ya kumwamini Yesu Kristo. Wengi watajikwaa, wataanguka, watamwacha Mungu, wata, watarudi nyuma, watakata tamaa, wataona hakuna haja tena ya kuendelea kukaa kwenye hii, kuendelea kujitunza, kuendelea kuishi maisha matakatifu, kama na fulani na ni mtumishi anahudumu anafanya vile, mimi nani Unaona, atakayevumilia hata mwisho. Rafiki yangu, sio nyakati za kumwangalia fulani amefanya nini, hata kama ni mtumishi mkubwa kiasi gani. Usiangalie kwa namna hiyo, usiangalie kwa namna hiyo. Biblia imetuonya atakayevumilia. Kuvumilia kunakosemwa hapa ni kule kuitunza imani, kuvumilia, kukaa katika imani ya kumwamini Yesu Kristo, kumwamini Yesu Kristo, na wala sio changamoto na matatizo ambayo nakuwa nayo. Aa, kumwamini Yesu Kristo Yani ile hali ya kuvumilia kusema, hata kama fulani amefanya vile, mimi bado simwachi Yesu, siwezi kumwacha Yesu. Hata kama mtu fulani mtumishi fulani amefanya vile, mimi siwezi kumwacha Yesu. Kwa nini? Ninamjua Yesu ni Mungu wa kweli, ambaye ni mwokozi wangu, ambaye alinifia msalabani. Anataka nienende hivi, anataka niishi hivi, anataka nikae hivi. Kwa hiyo hata kama fulani amefanya hilo, alinitishi aliniumizi, kwa sababu gani? atakayevumilia hata mwisho, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Vumilia rafiki yangu, vumilia. Hata kama wanakucheka, hata kama wanakudharau, hata kama wanakuona ufai, wanakuona wewe e, ni kama, kama umepungukiwa na akili, vumilia, endelea mbele. Yesu Kristo anarudi, bado kitambo kidogo, tuko nyakati za mwisho. Hizi nyakati sio nyakati za kukaa na kuangalia mtu anaishije fulani anaishije, fulani anafanyaje? Wewe ulichokiamini, umemwamini Yesu Kristo, endelea mbele, vumilia katika imani hiyo hiyo, hata kama hali yako ya kiuchumi haiko vizuri, endelea kumwamini Mungu, vumilia katika hali hiyo hiyo, hata kama unaona unaishi katika mazingira ambayo sio nani, endelea kuvumilia. Hata kama unaona umefanikiwa ume umepata mali na fedha za kutosha, endelea kukaa katika imani, vumilia endelea kunyenyekea mbele za Bwana. Tuko nyakati za mwisho yes. Yesu Kristo anarudi rafiki yangu. Anasema tena, habari njema ya ufalme itahubiliwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote hapo ndipo ule mwisho utakapo kuja. We mwenyewe rafiki yangu ni shahidi. Unaona namna na jinsi injili inavyohubiliwa. Inahubiliwa kila mahali, kila kona, kila sehemu. Kwenye mitandao ya kijamii ukienda unakuta injili tu inahubiliwa. maledioni injili inahubiliwa yani, sasa hivi injili inahubiliwa yani, kwa kasi, kwa nguvu, yani inahubiliwa kwa kiwango cha hali ya juu sana na hiyo yote ni kutuonyesha tuko nyakati za mwisho. Kwa hiyo vumilia rafiki yangu katika imani hii ya kumwamini Yesu Kristo, haujapotea, haujapotea, uko sehemu salama, uko sehemu sahihi, hata kama watu wanaweza kukucheka na kukudharau na kuona kwamba mbona mambo yako hayaendi na bado umeokoka, lakini usikate tamaa, usikate tamaa, na wala usije ukaridhika ukasema ninavumilia na ni a a pambana. Ongeza bidii za kupambana, omba kwa bidii, mtafute Bwana. Piga kazi kwa bidii na kueleza, baada ya muda kitambo, wanaokucheka na kudharau wataanza kukuheshimu kwa sababu Mungu hajawahi kumtupa mtu wala kumwacha mtu anayemwamini. Hata utaonekana wa ajabu na kituko kwa muda mchache tu kwa habari ya changamoto na, na, na shida unazoweza kuzipitia kwenye huu ulimwengu. Lakini baada ya muda wataanza kuona Mungu anavyokufanikisha na kukuongeza na kukuzidisha, lakini usikubali kuendelea kuvumilia kwenye changamoto na shida. Omba, mwambie Mungu, mwambie Mungu, hii shida hapana, siitaki. Mungu janiumba niteseke kwa namna hii? Mungu janiumba niishi maisha namna hii? Kataa kabisa, usije ukalichukua ili andiko na kusema atakayevumilia hadi mwisho Unakaa unang'ang'ana na shida na changamoto, unasema unaridhika, unatulia naye, unasema atakayevumilia hata mwisho ndi atakayeokoka. Hapana rafiki yangu, muombe Mungu, ongeza bidii ya kuomba, mwambie Mungu, hili jambo silitaki. Kama ni ugonjwa mwambie Mungu, huu ugonjwa siutaki. Kama ni shida unapitia namna yoyote ile, kifamilia, kiuchumi, kielimu, kihuduma, mwambie Bwana, mwambie Mungu, Bwana, nahitaji uniondoe katika hali hii, nataka nitoke kwenye levo hii, nataka nitoke hatua hii, nataka niende hatua nyingine. Mwambie Bwana, lakini chunga kitu kimoja, chunga kitu kimoja, usije ukaiacha imani hapa huu ndo mstari uliposemea kwamba atakayevumilia hadi mwisho, ulikuwa unaigusa imani katika Yesu Kristo, imani ya kumwamini Yesu Kristo. Atakayeendelea kukaa katika imani ya kumwamini Yesu Kristo ndiye atakayeokoka. Hicho ndo unatakiwa ukichunge, kwa namna yoyote ile, mazingira yote yale, mahali popote pale, chunga jambo hilo, chunga jambo hilo, usije ukamwacha Yesu unapofanikiwa sana, unapopata shida, unapokuwa kwenye hatari chunga jambo hilo, usije ukamwacha Yesu. Imani yako katika Yesu Kristo usije kubali ikaharibiwa, usije kubali ikavurugwa, usije kubali mtu yoyote yule akakurudisha nyuma akukatisha tamaa. Hata kama ni mtu alikuwa ameokoka akarudi nyuma akaanguka akajikwa, asija kukushawishi na kokwambia kwamba hata mwenyewe nilikuwa mtumishi mzuri, hata mwenyewe nilikuwa naomba kuliko hata wewe. Mwambie hata kama ulikuwa unaomba kuliko hata mimi, mimi bado naendelea kuomba katika kiwango kile kile. Imani bado naendelea kuilinda na kuitunza na Yesu Kristo, na mngoja Yesu Kristo akirudi nipate kurithi uzima wangu pamoja na ye rafiki yangu Yesu Kristo yupo karibu kurudi, tupo nyakati za mwisho, tuko nyakati za mwisho, tuko nyakati za mwisho. Biblia imetambia atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Unaweza kuwa wewe rafiki yangu haujawahi kuokoka kabisa, haujawahi kuokoka, lakini neema ipo siku ya leo. Mungu yuko tayari kwa ajili yako wewe kukurehemu na kukusamehe na huenda wewe ulikuwa umeokoka lakini ukajikwaa ukarudi nyuma. Neema bado ipo, neema bado ipo. Unayo nafasi ya kutengeneza. Yesu Kristo ana uwezo wa kurejesha kwa upya maisha ya wokovu ndani yako wewe, unayemhitaji Yesu Kristo. Na na nahitaji na niombe na wewe, wakati una sahihi. Naomba utanifuatisha maombi haya, sema e Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, nimetambua ya kuwa mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba e Yesu unisamehe dhambi zangu zote. E Yesu ninaomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninakubali wewe Yesu kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante eye Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniponya. Amen, amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu. Mungu wa mbinguni akulinde, Mungu wa mbinguni akutunze. Endelea mbele, usirudi nyuma. Nitakueleza mambo matatu ya kuzingatia ili uweze kuendelea mbele. Hakikisha unaenda kanisani. Jambo la pili, hakikisha unasoma neno la Mungu kila siku. Jambo la tatu, hakikisha unamwomba Mungu kila wakati. Ukiyaweza kuyazingatia mambo matatu, utaweza kuishi maisha matakatifu, na Yesu Kristo akirudi tutaweza kuurithi uzima wa milele pamoja. Mungu wa mbinguni akutunze, Mungu wa mbinguni akulinde, Mungu wa mbinguni akuhifadhi katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen.